Eh? Wewe umekuwa mama mwenye nyumba. Na unamwambiaje nyumbani aje kunywa maji jua hili kali? Unajua samani una ya maji? Unajua maji kachota nani? Na hizo ndo ambazo unamwambia aje kunywa hizo ndo ambazo zimekalia maji, unajua hizo ndo kanunua nani? Alafu wewe kazi yako ni kudeki vioo. Sijakupa mimi cheo au sija kubadilishia kazi yako kwamba wewe umkaribishaji wa wageni. Kwamba huyu unamjua sana kuliko mimi. Eh? Unamfahamu vizuri sana kuliko mimi. Nisikilize mdogo wetu wewe, utabaki kuwa mbeki vyoo no. Na ukiona wakubwa wanaongea, kaa pembeni au pita tu, tuwache sisi tuzungumze, maana tumekuzidi mengi sana. Na kingine dogo, kwenye maisha yapo nabidi ujue kwamba chumvi haina thamani kwenye chai, vilevile vile. Sukari haina samani kwenye supu. Wewe ah, unakuja na mkaribisha karibisha we nani? Au nimekuoa wewe? ivwe na jisi navonekana na maneno namtolea vitu vya tofauti unashita gani? Lakini maswara ya kutekisha vyosi

Yule ni mdogo wangu mimi na wewe ni rafiki yangu tu. Sawa. Mungu akusamee. Kujuri fanyaro na wewe, nenda, naona kama ushanipotezea muda wangu tuna Mimi nikakuona mtu wa maana umetakataka fucking food. Uyo mpumbavu mwenzio yuko wapi? Anambi akaenda wapi? Mwongo. Sasa akija mwambie hivi, achukue kila kilichokuwa chake, takataka zake zote azichukue, aondoke. aende huko alikolala. Haiwezekani sisi akatulaza milango wazi, tunaamka asubuhi, usiku tuatulali kwa kuenjoy, tunaamka usiku yani kama wachawi, tunangamang'ama tu. Mwambie achukue kila kinacho muhusu Aondoke, simuhitaji kumuona kwenye nyumba. Maana maanake yeye, yeye eh, akusanye kicho kwa chake, sihitaji kumuona na kingine. Naondoka, naenda kwa mwanamke, namhitaji mwanamke ambaye nilikuwa natamani kila siku niwe naye Sio wewe mweusi kama kisigino cha mama Amina. Nafsi na nyongonya moyo, ni maumivu. Sura yangu niweke wapi? au ndonipo kifungoni? Kifungoni na moyo wangu, tatizo pesa na kosa heshima yangu. Lakini nami ni Mungu yupo. Mm. Yaani, ndugu yangu nazingua kwa kweli, yaani mwanangu, ija ukishenzi haya. Hizo pombe zinakusaidia nini? Kila siku unakwambia acha acha pombe acha pombe. Wewe unasasa unajizalilisha, umelala hapo, umejikojolea afu umelala barabarani, jua kali kama hili eh?

Yane mwanangu unazingua kichizi, a ane mwanangu unijao, u ni jao uo. Hizo pombe zinakusaidia nini? Wewe ndo mnalalamika o, oh, sipati mademu, sipati wanawake. Mwanamke gani aweza kavumilia? Iyari badilika basi, imekunyo ah, paeaa Sijaiba cha mtu, sitaki shida, maskini mi, mi. Yani, kwa? Mimi baspowachena yaani nini, hapa nakuja kwako, yaani umbuli kwako na ujio mimi nyumbani kwako, ndugu yangu, na shida na hakuna mtu yoyote wa kunisaidia zaidi yako. Umeona mimi rafiki yako kila siku, shida shida hishi, mpaka siku ya mwisho. Uh, sevea shida a shida yangu mimi bwana ni kuhusu Leila. Leila imekuwa ni mwanamke wa kunisumbua sana. Mara kadhaa anafika nyumbani ana shida, mimi namtatulia shida zake. Lakini yeye shida zangu watake kunitimizia. Na hivi ninavyoongea na wewe, jana amekuja nyumbani, shida. Nimeenda dukani. Nikamchukulia vitu nikamchukulia bidhaa mazaga, nini? Makubaliano yetu alikuwa kwamba jioni tukutane pale nyumbani kwako usami, pale nyumbani, mazingira ya hapa nyumbani hayafai sasa. Leila ameponko kunipiga chenga sana, na hata hivyo jana joni nilikosa muda kwao. Nilitaka nije nikuulize kwamba kweli Leila alikuja kwangu aja? Ndo maana mimi stat wanawake, mke wangu niwe pombe. Lakini kuhusu Leila, achana naye, mi ntakutafikia bora mwanangu, mwana mwana tena mwanamke bomba na fresh, sio ile ile atakusumbua. Ah, sawa mimi nimekuelewa, lakini sasa kale la zangu mimi ndo nitafidiaje zile, eh, zile hasara zangu. Atana na naye kaka, wanawake wapo wengi na kumpata mwanamke sahihi ni ngumu. Tuliza akili, focus na maisha yako. Wanawake watakusumbua. Ah, wewe ndio demjangu uko lipo anazingua ya alafu kingine nitaka nikwambie tu, siku nyingi ndugu yangu, sasa naona mmenifika kooni, bora nikwambie. Ni kuhusu yule blaza amekaa naye pale maskani. Yule blaza bwana amekuwa ni mtu wa kuninyanyapaa mno. Mimi ni ndugu yake kabisa wa damu, lakini anasema mbele za watu, mara nyingi anasema mbele ya mke wake, ananitukana kila nikijaribu kujishusha, lakini watu

Najicho najicho nini? Mwenzangu vipi? Mbona nakuona kama mtu wa furaha sana? Kawaida tu dadamu, kawaida yaani. Wewe acha na jambo lako. Jambo gani?

Siwezi kukumulikia mtu, uteka uchawi upo dada i tena dada umemwona yu eh, yule ni mganga, yule ni mganga hatari hapa mtaani, mwanamjuo So sasa, dana umemjuaje? Ingia ndani, ingia siwa. Anti, mbona wao watuangalie sana, yaani anti yangu, ukisikia dada ni mchawi, yaani ukisikia jicho, yule dada ni mchawi, yaani yule dada ni mchawi gwiji. Vinginevyo hakuna mtaa mzima anamfahamu, ila kwangu mimi kachemka, aniwezi Sister lakini mbona kaso yake afanye kama ni cha usio na pita pita peke yako bora ulivyopita na mimi hapa leo. Jini wangu anaweza akakulinga hata wewe, maana yule dada sio mtu mzuri, anaweza kukuchota hata unyayo akakufanya vibaya, hata kuolewa anaweza usiolewe mwanangu. Sawa Shangazi. Haya, twende tukachimbe dawa. Ah, twende tuondoke <coughs> samani dada, kanda kuna kukwaza au nakokosea? Askiangu anatafuta mama kuoa

po Asalamu alaikum. Waalaikum waalaikum. Nana, najua rafiki yangu akwambia kila kitu, sina haja kujieleza sana. Nimemwelewa rafiki yako, na nimempa mashati yote na nimemuelekeza vizuri kabisa. Natumai atakwambia. Kwa hiyo umemaliza naye kila kitu sasa? Ume, ume mm, kabisa umeongea naye kabisa? Nimemwambia yote. Basi sawa kakangu, mimi naelekea masjidi. Kama utapenda zaidi, unaweza kuelekea wote masjidi. Ndo wapi? Namaanisha msikitini. Ah, mna sasa hivi kuna itikai kuna, kuna, kuna, kuna mazingira fulani naweka vizuri. Sawa e, wetamburia mambo yakiwa freshi, hata siku nyingine naweza nikaja. Basi kwa elimu ah, bye.

Shepu kama finye finye, mwanamke gani? We mpuzi tu. Natoka sasa, naenda huko kwa wanawake wazuri wenye rangi zao wenye mashepu yao, sio wewe. So, ame wangu lakini, kuwa naomba utugeelea hata kidogo, ununulie chakula manaakanamik. Lakini mume wangu, ulikuwa naomba kama mpuzi u... nimekwambiaje? Natoka naenda kwa mwanamke namhitaji, sio wewe. Takataka wewe. Taka. Taka, taka, taka. Nikawe katika akili yako, na sina hela za kukuachia wewe. Bora hela zangu nikazitumie huko kwa huyo mwanamke mzuri, sio wewe, mpuzi wewe. Kama huna cha kupika, okota maembe, chuma maembe, katakata kachumbari, kula, mpuzi wewe. Kifungoni Kifungoni.